Karibu tena hii nijifunze YouTube channel, twende tukajifunze kusoma pamoja na kuandika. Leo tunaenda kujifunza kusoma na kuandika herufi kwa herufi kubwa. Herufi kubwa, siku zote nilikuwa nimefundisha kwa kutumia herufi ndogo, lakini leo nitakufundisha kutumia herufi kubwa. Kama unaendelea kufuatilia vipindi vyangu, karibu sana usubscribe hii chaneli iweze kupokea video zaidi na zaidi, lakini pia kama una shida ya kusoma na kuandika karibu sana, niweze kufundisha online kwa kupitia WhatsApp. Kwa teknolojia ambayo imekuja sasa hivi, ni rahisi sana wewe kujifunza kusoma na kuandika. Kwa majina, Mwalimu Po Mgaya, karibu sana. Lakini leo tunaenda kujifunza da de di do du, ba be bi bo bu, a e i o u, kwa herufi kubwa, jinsi gani zinaandikwa. Okay. Uh, basi mimi nikukaribishe. Natamani sana ungekuimbia wimbo mtoto mzuri ambao unajifundisha, lakini mimi nianze na kusoma kama ifu atavyo. Okay? Tuanze na a e i o u. Tuanze na a e i o u. Hizi ndo a e i o u

Bo, bu. Ba, be, bi, bo. Ok. Sasa tunaenda kumalizia kusoma da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. Hizi ni da kwa herufi kubwa. Ni da. Kwa hiyo, hii hapa ni da. Hii hapa ni da. De, hizi ni da kwa herufi kubwa. Ni da. Kwa hiyo, hii hapa ni da. Hii hapa ni da. De, di, do, to.